Kiwango cha matunda au matokeo kwa mtu kinaamuliwa na maamuzi anayoyachukua mtu kama matokeo ke, ya kutafakari kwake ya kutafakari njia zake. Kutafakari njia zako kunakusaidia kukupa maamuzi, na yale maamuzi ndio yanayokupa matokeo. Hagai sura ya kwanza mstari wa sita na wa saba na wa tisa mmepanda vingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini bado mna kiu, mnavango ni kama vile mko uchi. Lazima tafakari njia zenu, kwa sababu anaambia njia zenu, namna mnavyotafakari. Mkitafakari njia zenu, mtafanya maamuzi sahihi. Kuna namna na mlivyo tafakari ilipelekea kwenye maamuzi ya sio sahihi, kwa maana kuna maamuzi waliyofanya kama matokeo kutafakari kwao. Mungu anawaambia rudini tena mkatafakari upya. Hawa watu matokeo waliokuwa wanayapata sio walikuwa wanatarajia. Kuna namna kwa natarajia matokeo makubwa, mimi nasema, mnapata mshahara ili kutetea mifuli toboka toboka Hakuna mtu ambaye kwa akili zake timamu atapata mshahara afu, afu akiwa kwenye mifuli toboka toboka akiwa anajua na akiwa anaona, lazima kuna mahali pale kuna shida alikuwa anaweka bila yeye kuona. Amem. hakuna aliyepanda vingi akusudia kuvuna vichache, ila kuna kitu kingi. Alipanda vingi akusudia kuvuna vingi, anakula ili ashibe, ili anashangaa, anashangaa, ni kuna namna. Hakuna utoshelevu ndani yake, hakuna kuridhika ndani yake Malaki, ni kuna namna, hafiki kwenye kiwango ambacho anakusudia kufika. Anapush mambo lakini hayaendi. Mungu anamwambia rudi nyuma, tafakari njia zako, usikangane kupush, chunguza njia zako, chunguza maamuzi ambayo uliyafanya. Namna unavyo tafakari, kile unachotafakari ndio inaamua aina ya maamuzi utakayochukua, na aina hiyo ya maamuzi ndio itaamua aina ya kiwango cha matokeo utakayopata kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako. Ukisoma Hagai sura ya kwanza utaiona. Ukisoma Hagai sura ya pili utaona walivyotafakari, walivyodua katafakari wakabadilisha maamuzi yao wakachukua hatua ya kupanda na kwenda kuchukua miti na kujenga nyumba ya Mungu. Mstari wa sita, sura ya pili nasemaje Inasema kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisa mbingu na nchi na bahari na nchi kavu, nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba, ni na ni nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi, na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Ukisoma yale ni matokeo ya mabadiliko wa wa ya kimaamuzi walioyafanya kama matokeo ya tafakari walioifanya kwa namna walivyotafakari walichokuwa na kitafakari mwanzoni kiliwapa aina ya maamuzi walioyachukua, wa ya kuamua kukosteti na mambo ya kona kuacha kuwacha mambo ya Mungu na Mungu akafunga baadhi ya mambo kama matokeo ya tafakari yao. Ndio maana ile Hagai sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa kumi hivi hivibasi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi na milima na juu ya nafaka na juu ya divai mpya na juu ya mafuta na juu ya kila kitu itoacho nchi na juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya kazi zote za mikono kuna mambo ambayo saa nyingine ukipambana na ukiona hayatoki utakemea pepo unavyokemea utaomba unavyoomba ukiona hayatoki lazima urudi kuchunguza kuna vitu mungu anafanya mwenyewe sio shetani hapa mungu ni kwamba alienda akagusa kwenye kila chanzo kinachowapa maisha aligusa ardhi akagusa mazao yao akagusa divai akagusa mashamba yao asema nikaita joto lije juu ya nchi ardhi nikazuia isizae mvua akazuia, mpaka device isionekane, kila kitu mwake. Aligusa kila chanzo cha shughuli zao za kiuchumi, alizuia kila kitu. Wakienda kuomba Mungu hajibu, sababu yeye ndo amefanya. Shetani anachukua nasema hata mnanionea mimi, sipo hapo, niko mbali mno, sio mimi nimezuia, ni Mungu amezuia. Kwa hiyo maamuzi ambayo mtu anafanya yana nafasi ya kumfungulia Mungu milango atende kitu kwenye maisha ya mtu au kufungia Mungu milango asifanye kitu kwenye maisha yako. Kumbukumbu la Torati 28:12 nitakufungulia hazina yangu iliyo nzuri, nao ni mbingu. Lakini maamuzi ambayo unayafanya angalia, mwanzo p ikiwa utasikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kufanya yote kama kugezavyo hivi leo, ndipo nitakapokutukuza juu ya mataifa yote, na baraka hizi zitakufuata na kukupata. Kwenye hizo baraka, baraka moja wapo ni mstari wa kumi na mbili, nitakufunulia hazina yangu iliyo nzuri, nayo ni mbingu. Kwa usiposikia sauti yake kwa bidii na kufanya, maana yake anaweza akaifunga ile mbingu. Ile mbingu kufunguka, hazina yake ambayo ni mbingu kufunguka, ni matokeo ya kusikia sauti yake kwa bidii na kufanya maagizo yake. Kwa nini kufanya? Hawezi ukafanya kama hujatafakari kwanza. Sasa na Yoshua sura ya kwanza mstari wa nane Wako, ili upate kutenda. Ni kutenda, ni ile kufanya, ile kufanya ni kutenda. Hauwezi ukatenda kama hujatafakari, anasema ili upate kutenda kwa, kama hujatafakari njia zako, hauna cha kufanyia kazi, na kama hauna cha kufanyia kazi hauwezi ukatenda, na kama hauna cha kufanyia kazi na kama hauwezi ukatenda, sahau matokeo. Tafakari ambayo mtu anafanya kwenye njia zake ina nafasi ya kumfungulia mtu mlango, mtu mlango mlango au kumfungia mtu mlango. Mungu atasema nitakufungulia hazina yangu iliyo nzuri nao ni mbingu, lakini ili nikufungulia mbingu lazima usikie sauti yangu kwa, kwa bidii na kufanya yote kama ninavyokuagiza. Hakuna changamoto isiokuwa na jibu. Ila changamoto tuliyonayo kubwa, tuko bize na vitu vingine, bila kujua kwamba kutafakari ndiko ambako kuna tupush, kuna tupunguzia muda wa kufanya kile tunachokifanya. Njia zako zikithibitika, zinatumika kama daraja la kupitisha mahitaji yako kuja kwako na kukupata. Ezra sura ya kwanza msali wa nne na wa sita Msali wa nne ni agizo la mfalme Koreshi, anawaambia watu walioko Wajemi walioko Babeli kwamba kama kuna mtu yoyote mgeni maki Wayahudi walitolewa nchi ya Kanani kuja Babeli kipindi cha Nebukadneza, walivyopelekwa kule, Mungu alipoamsha roho yake ili kurudi kujenga nyumba ya Mungu anawambia, na mtu yoyote aliyesalia kwenu katika hali ya ugeni, make asawe kuwa wa, wa nchi ile ambaye ni Myahudi asaidiwe chochote ambacho anakihitaji, fedha, dhahabu mali, wanyama na kila kitu, anasema zaidi ya vile vinavyotolewa kwa hiari kwa ajili ya kujenga nyumba ya Mungu. Mwanzo sielewe kwa haraka, kusema tafsiri za Kiingereza utaona ina separate vitu kwamba kuna hivi vitu then kuna vitu vingine ambavyo viko maalum kwa ajili ya kujenga nyumba ya Mungu. Make, kuna vitu ambavyo wanapewa kwenda kujenga nyumba ya Mungu, kuna vingine vinapewa kwa ajili yao wenyewe. Mstari wa sita ni utimilifu wa agizo la Koreshi na mstari wa nne, kwa mstari wa nne Koreshi anatoa maagizo watu wanjire wawape wa vitu, mstari wa sita wanafanya utii. Towa vitu kwa wale watu. Kwa nini walitoa? Sababu walikuwa tayari, ule utayari waliokuwa nao wa kutoka pale na kwenda kujenga nyumba ya Mungu uliwafungulia mlango wao kupata kila kitu wachoona kitaji kukipata, kwa sababu Mungu aliamsha mioyo yao ili waende kujenga nyumba yake Yerusalemu. Walipokuwa tayari kuondoka wame lile agizo na Mungu ameamsha mioyo yao, wako tayari kwenda kuingia, upande wa Mungu akafungua mlango, ikaingia kama daraja kwao kupitisha vitu toka kwa mataifa kuingia kwao. Ndio maana Hagai sura ya pili mstari wa sita na kuendelea anasema, bado kitambo kidogo tena ni muda mfupi tu, nitatikisa mbingu na ardhi. Anasema vinavyotamaniwa na mataifa vitakuja na kuja kwenu, fedha na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana. Kila mnachokihitaji kitakuja kwenu. Ni kama matokeo ya kutafakari njia zenu, mkawa tayari kufanya maamuzi kwa ajili yangu, nitafungua milango na kila kinachotamaniwa na mataifa kitakuja kwenu. Njia zao hawa watu zilithibitika mbele za Mungu njia zao zilivyothibitika, zikatumika kama daraja kupitisha mahitaji yao kuja kona kuwapata.